Azam pia wapo? Ah, tanuia radhi kwa kuwasahau. Habari za wakati huu ndugu zetu wa Azam Football Club. Kwa sababu mko wachache, ni vyema wakati ujao muwai siti za mbele iliwe rahisi kuwaona. hayupo? Kumbe mmeniingiza chaka. Sawa. <laughs> Mkurugenzi, uh, kwa niaba ya tasisi hii ya moyo hapa Mwimbili, kwa niaba ya watendaji wengine, sisi africans tunashukuru sana sana sana kwa fursa hii ambayo mnakwenda kuitoa kwa wadau wapenzi na mashabiki wa klabu ya mpira miguu. Uh, mchezo wetu huu ni mchezo ambao unahusisha hisia 100%. Football ni mchezo wa hisia na kama kuna watu eh, wapo karibu kupata matatizo ya moyo, basi mimi naamini ni watu ambao wanajihusisha na kuupenda mchezo wa mpira wa miguu, kwa sababu hisia zote ziko hapo, na mashabiki wetu wanacheza na hizo hisia kila wanapokuja uwanjani. Kwa linapotokea jambo kama hili, na kwa nafasi yenu licha ya kuwa na gharama kubwa vifaa hivi ambavyo mko navyo, lakini mnaitumia mechi hii ya mashabiki wa Yanga na Simba kuja kutoa huduma kuwapima tena bila gharama yoyote, sisi ni jambo ambalo tuna kila sababu ya kuwapongeza na kuwashukuru sana, kwa hichi ambacho mwanzoni tuliona ni mechi tu ya kawaida kwamba tutakwenda, tutacheza, tutafurahi lakini hapa tulipofika, kumbe tu sio mechi ya kawaida, ni mechi ambayo inakwenda kusaidia na jamii kubwa ambayo ina uhitaji, hasa hasa kwenye matatizo haya ya moyo. Kwa hiyo tunawashukuru sana, naamini kama itafanyika research vizuri kabisa katika kipindi hiki cha miaka minne, usione watu wamekuja hapa wamependeza vizuri lakini sisi Yanga tumesababisha shida nyingi sana kwa hayo. Kwa hiyo fursa kama hii ambayo imekuja inatusaidia sasa kwenye ubinadamu, kuona kwamba kama tulikuwa tuna mipango ya kupooza, tusipooze chochote, kwa sababu tukishawashona tiba ipo. <laughs> Hatutawapoteza, hatuta, hatuta ndugu zetu. Marafiki hawa ni ndugu zetu, mheshimiwa. Tunapishana dakika tisini tu pale uwanjani, lakini ni ndugu zetu. Wengine tumeoa huko huko eh, kwenye, kwenye timu zao, lakini e, kisha dakika tisini tunatakiwa tuwe ndugu, na sifa ya undugu ni kujali e, mwenzako. Hiyo kama watakuja kwa wingi, na hii ni fursa kwenu, bwana zungumza na mashabiki wa Simba, ni fursa kwenu hii, mjitokeze kwa wingi, kwa sababu mtakwenda kuangaliwa katika hichi kipindi ambacho pakome yupo, mmeathirika kwa kiasi gani. Kunikazia macho hivyo ya kusaidika kitachosaidia ni wewe kuwashtua ndugu na rafiki zako ambako mnashangilia hiyo timu, mje kwa wingi KMC mpate vipimo sahihi, kujua madhara ambayo mko nayo kwa kipindi hiki na sisi mashabiki wa Yanga najua tunapata raha na, na. Lakini kucheki afya pia ni muhimu, si ndio bwana eh? e, tunapata raha Yanga tukaa tunashughulikiwa sehemu nyingine e, maisha haya e, e. Si ndio bwana, haya mambo ya maisha haya, wenda Yanga inashinda vizuri unafurahi, ukirudi nyumbani, eh, shida ya moyo <laughs> inaanza kukutafuta kwa hiyo e, na sisi pia tuwahi jamani, tuwahi kwa wingi tukafanye vipimo. Mkurugenzi amezungumza hapa, mnaweza kuona kama ni kitu cha kawaida, lakini gharama ambazo ungekuja wewe kuzipata hapa kupima eh, pengine unge, unge, unge, ungepata shida kidogo. Lakini fursa hii imekuja na amezungumza mkurugenzi hapa, Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vifaa vipya bora vimekuja hapa na waheshimiwa wanavileta pale kwa ajili yetu sisi mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa hiyo ni fursa kubwa na ninawaomba, tuitumie, tusichezee fursa. Siku ya Jumapili mapema pale tuje tupime, tuangalie afya zetu zipo katika kiwango kipi. Kwa haya machache, mheshimiwa, kwa sababu jambo hili linahusu zaidi wagonjwa, tuwape nafasi pia wagonjwa wenyewe wazungumze eh, ni kwa kiasi gani wamelipokea hili jambo kwa furaha kubwa.